Dereva wa lori la mafuta asakwa kwa wizi wa mafuta ya dizeli ya zaidi ya shilingi milioni sabini na saba nukta moja huku watu watatu wakishikiliwa kwa kutaka kulichoma moto lori hilo kwa kupoteza ushahidi. Dereva wa lori Abubakari Mwichangwe mkazi wa jiji la Dar es Salaam, anasakwa na jeshi la polisi mkoani Morogoro kwa tuhuma za kula njama ya kuharibu na kuiba mafuta ya dizeli aliyokuwa akiyasafirisha kuelekea nchini Kongo. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro SACP Alex Mkama amesema tukio hilo limetokea Machi 16 mwaka huu akiwa anaendesha gari lenye namba za usajili T 661 BXR, aina ya FAW mali ya kampuni ya Meru yenye makazi yake jijini Dar es Salaam, wakati gari hiyo ikitokea Dar es Salaam kuelekea Lubumbashi nchini DRC Kongo, akiwa mkoa ni Morogoro. Alikula njama na watu wengine watatu, kwa pamoja waliba kiasi cha mafuta lita 35,700 za dizeli yenye thamani ya shilingi milioni 77 ambayo yalishushwa kwenye vituo vya mafuta mali ya kampuni ya Simba Oili. A, jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linamsaka dereva wa lori la kusafirishia mafuta aitwaye Abubakari Adam Mwichangwe. Yeye ni dereva na ni mkazi wa jijini Dar es Salaam na linamtafuta kwa kosa la kula njama ya kuharibu gari na kuiba. Hii tukio limetokea usiku wa kuamkia tarehe 16 mwezi huu wa tatu mwaka 2025. Huyu dereva akiwa anaendesha gari namba T661 BXR na alikuwa linavuta tera lenye namba T489 BHC aina ya FAW. Ni kampuni ya Meru yenye makazi yake mkoani Dar es Salaam akitokea mkoani Dar es Salaam kupeleka mafuta huko Lubumbashi nchini Kongo DRC Kongo. Dereva huyu alipofika mkoani Morogoro alikula njama akishirikiana na watu wengine watatu ambao wamekamatwa, ambao wa ni Hamidu Sudi Hamidu. Huyu ana umri wa miaka hamsini uh, ni general manager wa kituo cha mafuta ya cha Simba Oil, lakini ni mkazi wa Dar es Salaam, lakini alikuwa pamoja na Abineri Shaloni Mohamed miaka 25, huyu ni meneja wa kituo cha mafuta Simba Oil Mkambarani, mkoa wa Morogoro. Uh, Abdalla Abdalla miaka thelathini, meneja wa kituo cha mafuta Simba Oil mkazi wa Morogoro. Kwa pamoja waliiba kiasi cha mafuta lita 35,700 za diesel yenye thamani ya shilingi milioni 77 laki moja na elfu kumi na mbili, ambayo yalishushwa kwenye vituo vya mafuta vituo viwili kwenye vituo vya mafuta mali ya kampuni ya Simba Oil. Hichi ni kituo cha Mkambarani pamoja na kituo cha hapa Morogoro. Kwa hiyo kituo kimoja kirushushiwa lita na nas na kituo kingine kikashushwa lita 10,000. Kwa hiyo baada ya kuiba kiasi hicho cha mafuta, dereva wa lori aliendesha gari likiwa tupu na alipofika, uh, eneo la kitongoji cha Msufini kijiji cha Msimba katika barabara kuu ya Mikumi Iringa wilaya ya Kipolisi Luhembe yani wilaya ya serikali Kilosa, dereva aliendesha na kuliingiza korongoni gari hilo akitaka kuaminisha umma kuwa limepata ajali, lakini baadaye aliwasha moto akijaribu kuliteketeza kiliangalia gari lenyewe hili kwa hiyo kwa pembeni pale kwenye tenki la mafuta. Kwa hiyo aliwasha moto akajaribu kuliteketeza gari hiyo, lakini wasamaria wema, kabla moto haujakolea wa, ndipo wasamaria wema walifanikiwa kuuzima na kutoa taarifa polisi. Kwa hiyo polisi walifika eneo la tukio, lakini kwa bahati mbaya alikuwa ameshatoroka tayari. Kwa uchunguzi unaendelea kwa kushirikiana na wadau mbalimbali mbali, kwa ajili ya hatua zaidi za kisheria ikiwemo kumtafuta huyu dereva ambaye alitelekeza gari gariro akakimbia, na lengo lake lilikuwa ni kulichoma na kuliharibu kusudi kupoteza ushahidi na kutaka kuaminisha kwamba mafuta na yenyewe yameungua, yame Kwa jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linatoa onyo na karipio kwa madereva kuacha tamaa ya kupata mali kwa njia ambazo sio sahihi.